wa serikali nikiwa kama naibu waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari, tunaweza kusema tumeupiga mwingi, tumetekeleza, tumeboresha hali ya mawasiliano nchini na kazi zinaendelea. Lakini vile vile tumeweza kushughulikia teknolojia ya habari, tumeweza kuona namna ya maboresho katika masuala mazima ya matumizi ya internet, na sasa hivi imefika wakati sasa vijana wanatumia internet kwa wingi sana. Ni uh, rai yangu kwa vijana wote, tusitumike vibaya katika matumizi ya internet. Tuingie mitandaoni kujifunza, kuburudika, kushauri serikali, lakini si kuibeza ama kumfedhehesha yeyote. Na kwa kupitia kwa msimu huu wa uchaguzi intaneti itumike vizuri hasa kwa wagombea na zaidi wagombea wanawake, wasio vizuri kutumia mawasiliano ama mitandao kumfedhehesha mtu ambaye hastahili. Kwa hiyo vijana, tutumike vizuri, tutumie vizuri mawasiliano. Mawasiliano yatuletee maendeleo, lakini mawasiliano yasituletee uadui, mawasiliano yasituharibie sifa za viongozi ambao wana nia ya kutuvusha katika masuala mazima ya maendeleo katika nchi yetu.